Kwa hiyo kuna priority, sisi wenyewe hatujajiwekea vizuri. Kwa kumalizia, okay. nataka nimalizie na kisa cha Gaza. Gaza, Gaza? Yeah, yeah, yeah. wanaouawa sana no, ni kina nani? no, no, no, no. Waislamu wa Palestina. no, no, no, no. Sio <tombe> lakini, uh, media zote zinaonyesha, si ndio? Ile siku tuchukue mfano wa Hamas. Hamas wakitoka kanda waki, wakishambulia mahali wakiwaua Waisraeli kumi ama ishirini hiyo stori itaran ita kwa miezi mingapi? Yeah, ama kwa siku ngapi? Yeah, yeah. Ah, ah, ah. Sorry, sorry. Sorry. Wengine hawatorusha lakini, watakaoirusha watairusha kwa miaka ages, yani itazunguka hivi sawa, eh? Kwa hiyo tunaweza tukasema ndani ya structure yetu sisi hatutaonesha Hamas akimpiga Muisraeli, lakini tunaonyesha Israeli akimpiga Hamas, Hamas, ili tuwaonyesha Waislamu kitu gani kinachotendeka kina eh, kina kule hivyo la mwisho tunaelekea tisa Disemba. Uh, serikali kwa ujumla na baraza kuu la Waislamu Tanzania linawategemea ama linatutegemea sisi ku cool down the tension kuiweka chini tension ambayo iliyopo, kwambabana kutakuwa hivi, kuna watu ni wagonjwa, wana visukari, wana pressure, wana nini, haya mambo haya Watanzania hatuja wakuwa nayo. Kuna, kuna, kuna genocide zime, zimetokea Kenya, zimetokea Rwanda Burundi, hatutaki kufika huko Sawa, ha, ha, ha, ha, tusi entertain hizo vitu katika media house ha zetu, tuwe very steadfast, tufanye kazi zetu professionally, lakini above all kwa imani ya Uislamu, kwamba bana hii tuchukue kauli aliyotoka nao mwenyekiti kwamba kazi yetu ni ibada. Nasema tena, niko tayari kwa ruksa ya meza kuu, kama kuna chombo chochote kinahitaji tufanye structure ya hizi siku zilizobakia after post election balance tuko tayari sisi kama Human Media kutoa ushirikiano kwa